Uingizaji wa kuku, kwa sasa hivi kuku wengi wanaingizwa kutoka nchi za nje, lakini bado wanakuwa ni rahisi e, kuliko wale kuku ambao tunaozalisha hapa Zanzibar kwetu. Kwa hivyo tunaomba serikali iweze kuyaangalia katika bajeti zake, na hasa kupitia hii wizara ya kilimo iweze kushajihisha wananchi waweze kufuga kuku kwa wingi wazalishe kwa wingi na bidhaa hii iweze kupatikana hapa Zanzibar. Katika kuhakikisha kwamba mifumo ile ya kiserikali ya kuhakikisha hiyo kodi, ule uwajibikaji kwa hizo kodi, manake kwa kwa ile kazi yetu sisi kama jukumu letu la ziat. Kwa hivyo nataka tu kuwapa watu comfort wawekezaji kwamba ziat ipo maanake, kwa ajili yao katika ushauri wenye kwenye masuala ya fedha, kwenye ushauri, kwenye ushauri, kwenye ushauri wa ukaguzi, kwenye ushauri wa mambo ya kodi, sisi ziat ndio tupo kwa ajili hiyo ambao vilevile tunasaidia serikali katika kile walichokipanga ili kiweze kufikiwa kwa dhamira ya kwa njia nyingine ya kiushauri e, kama washauri wa kodi, serikali inabidi iangalie tena upya haswaaswa kwenye yale maeneo wadau wamesema, waone kama ni kitu wanaeza kushirikiana nao ili waweze kurekebisha hizo kasoro ndogo ndogo, ili hawa wafanyabiashara waweze kufanya biashara zao vizuri na serikali kupata mapato kwa hiyo tunaona kabla sheria haijapita ni vizuri serikali kasikiliza ushauri um, ambao umetolewa leo ili kuweza kusaidia wafanya biashara na wao waweze kupata mapato.